Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za Nipashe Wikendi. Wakulima wa makadamia humu nchini wamezua wa wasiwasi kuhusu hasara wanayopata baada ya marufuku ya kuvuna na kuuza mazao hayo. Wakulima hao wanasema wanapata hasara huku mazao yao yakiharibikia ya shambani. Wakulima wa Kirinyaga wanasema marufuku hayo yaliyotolewa na mamlaka ya kilimo na chakula na ambayo yatadumu hadi Februari 15 yanastahili kubatilishwa mara moja. Marufuku inayoendelea za ya zao la makadamia imewaacha wakulima katika njia panda huku baadhi yao wakianza kupata hasara. Marufuku hiyo ya miezi miwili inawazuia wakulima kuvuna au hata kuuza mazao yao. Wakulima sasa wakisema wanapata hasara shambani huku wezi pia wakiwavamia. Bei imeteremka kwa sababu wale wanunuzi wanataka kufuata sheria. Wanafuata sheria na wanunui makadamia. Wale hawafuati sheria ndio wanaendelea kununua na milango ya nyuma, hatujui inapelekwa wapi, lakini tunaenda ina, tunaona inaenda hivyo. Serikali imetuharibu, badala ya kutengeneza wenye walikuwa nasema ati makadamia itakuwa aitakuwa itakuwa aje, na kuna mwisi anasida kwa makadamia na kuna mnunuzi naye ananunua hapa ile makadamia ya mwisi. Kwa hivyo, mkulima hapo hayuko kwa sababu hayuko kwa sababu ameambiwa ungojee. Wakulima hao wanasema muda wa kutoa makataa hayo ni mbaya mno, kwani umefanywa wakati ambapo ya mazao yao yako tayari kuvunwa shambani. Sasa wanataka serikali kuweka mikakati ili kuhakikisha wakulima hao hawapati hasara. Sasa mimi nauliza serikali, tafadhali, ikiwa ni kufunga makadamia ma, ma, ma kununua, iweke mikakati kufunga kabisa, kusiwe kuna watu wengine wananunua Ikifika wakati wanafungua hiyo makandania, utakuta wakifikiria, wakifikiria iko makandania watanunua, utakuta awana makandania. Maana mkulima alifinyiliwa na hiyo serikali, pia imejifinyilia baati, maana wakati, wakati iko pesa mingi, mkulima anafaidika na serikali pia inafaindika. Kulingana na mamlaka ya kilimo na chakula AFA, makataa hiyo ilikuwa ni ya kuwakinga bambua makadamia na kuyauza ili kuondoa tatizo la kuvuna makadamia ambayo hayajaiva. AFA inashikilia kuwa misimu ya hapo awali ilishuhudia wizi, magendo na mazoea mabaya ya biashara ambayo yalimwathiri mkulima. Jimi Mbogo, runinga ya Citizen, Nairobi.